tukio limetokea hivi karibuni kutoka klabu ya Mashujaa ambayo yenyewe maskani yake ni Kigoma. Mm -hmm. Kuna mchezaji anaitwa Ismail Mgunda ni mshambuliaji. Mm -hmm. Yeye, uh, msimamizi wake mm -hmm. alizungumza na klabu ya na wakilishi wa klabu ya AS Vita ya DR Congo. Mm. -hmm. Kwa sababu mchezaji anahitajika. Lakini katika hali ya kushangaza, ili mchezaji alijaribu kutoka Mashujaa bila ruhusa ya klabu akaenda mpaka AS Vita Club mm. kwa ajili ya kuendelea na mazungumzo na kumfanya kuwa mchezaji wao. Mm. Yule msimamizi wake mchezaji baada ya hilo tukio alienda kwenye klabu ya Mashujaa sasa, kuzungumza bana, kuna issue ya mchezaji huyu kutoka na kwenda sehemu nyingine. Klabu ikamwambia, huyu mchezaji tumemsajili msimu huu tu, tumeanza. Katumikia miezi sita kwenye mkataba wa miaka miwili. Na sisi tulimkabidhi milioni thelathini kulipa eh, gharama za ubomoshi kwa kumpa yeye. Mm. Eh, lakini tayari tunamlipa mshahara milioni mbili. Ili huyu atoke. Mm. Zirudi milioni thelathini tulizompa. Mm-hmm. Na ameshatumikia miezi mitano, sio? Mm-hmm. Tupe milioni kumi ikiwa ni mahesabu ya milioni mbili kila, kila mwezi. Mm-hmm. Hapo tutaanza kuzungumza kuhusu kumwachia kwa sababu sisi hatutaki kidogo. Mm-hmm. Eh, sasa wasimamizi wakajikomiti kwamba sisi tutailipa mm -hmm. Kumbe wao walipata tamaa baada ya kusikia mchezaji atapewa milioni nane kwa mwezi kama kule, kama mshahara kule Kongo. Mm. Na huko anapewa milioni mbili kwa hiyo inazidi yeah, mara tatu yake. Mm. Kwa hiyo wao walipagawa, ndio tamaa milioni nane wakamshawishi mchezaji aende, wao watalimaliza na klabu, kitu ambacho sio taratibu, unaelewa. Mm. Walimpotosha eh, walimpotosha na yeye mchezaji sana ana umri wake miaka 29 anaona hii ndio bingo linakuja, anaangalia maslahi eh. Kwa hiyo anaangalia ah, hao ah, jamaa wameniambia kwa atamaliza ngoja mm, niende. Kwa hiyo bwana, picha zilipigwa akiwa Kongo na hiyo timu, lakini dili kwa sasa limekufa kwa sababu klabu ya AS Vita iliweka wazi kwamba, sisi hatutakuwa na gharama ya kumpa kama signing on fee wala nini, ila marupurupu mengi tutajaza kwenye mshahara wake kufikia milioni nane. Mm. Kwa hiyo wale wasimamizi wakapata ugumu kwa kuwalipa dili la, la, la, la, huyu mchezaji likapata ugumu kwa mm, sababu hawakuwa na fedha milioni 40 kurudisha Mashujaa, japo alijikomiti atalipa Mashujaa alitaka mezani mzigo, baki dirisha dogo ili nakaribia kufungwa na wapata hela wasajili mchezaji mwingine kufidia nafasi, kwa sababu wanamtegemea pia, ameshafungia magoli matatu so far. Kwa hiyo wale viongozi wale wasimamizi wakashindwa kuwa na hizo fedha, kwa hiyo wao wanataka Mashujaa wafanye biashara mali kauli, alafu zile fedha za mshahara mchezaji akipata wachukue baadhi waanze kumlipia deni kufidia ile milioni 40. Sasa atakuwa amelipa nani hapo? Sijui, umeelewa? Kwa sasa Mashujaa wenyewe kupitia CEO wao Edward Swai. Mimi nilizungumza naye Kikachero akaniambia hilo dili limekufa na alipo. Na huyo mchezaji tumeshamwambia rudi kwenye club. Na hivi ninavyozungumza yuko Dar es Salaam, kambi imeanza na yupo kwenye team, dili limekufa. Sasa hii ni Mashujaa. Wameamua kuliendea hivi. Kuna taratibu klabu nyingine inaweza isiishie hapa mm, watu wanaanza kurudi kwenye mkataba, wakaona huyu ni utovu wa nidhamu kabisa, mchezaji wakamsimamisha, mm, wakamkata mshahara au wakampa faini nyingine yoyote. Mchezaji yule anaathiriwa ni kikubwa kuliko wewe msimamizi au meneja ambao ulikuwa unajifanya unataka kumpeleka sebila tu kufuata utaratibu mm, kwa sababu eti umeona kuna kiwango cha fedha kikubwa kimeongezeka kwenye mshahara wake. Hii scenario imeshaitokea mm kwa club tofauti tofauti, lakini mm. kuna mfano hivi karibuni ulikuwa mchezaji wa Simba Kibu Dennis mm. ambaye mwenyewe e, wasimamizi wake walimwambia kuna e, majaribio Norway mm. e, afanye janja janja atoke bila idhini ya club kwenda kule, na ungevyo kujiamini kwa sababu makao makuu ya michezo sports ni kota e, mm. tulizungumza na CEO wakati huo imani kajua alisema mm hawana ruhusa yoyote ya Kibu Dennis na wajua yupo, wanamchukulia kama mtoro kazini mm, kwa hiyo hakuwa wanajua kama ameenda Norway. Norway. kufanya Try. Try kule ikabuma uh. Kibu aliporudi wakamchukua kwenye kamati yao ya nidhamu, wakadiliana naye mm, na kiukweli alipoteza nafasi kwenye timu mm. alikaa muda kidogo kama miezi yeah. miwili kuja kujipata tena mm, kwa hiyo ile saikolojia kusumbuka kukaa benchi na nini, kuna time national team walilose yale yote ni ya kuponza mchezaji kwa watu ambao wanamsimamia Mwanzoni tuliamini wachezaji wetu wengi wanafanya maamuzi ya ovyo kwa sababu hawasimamiwi mm. sasa sasa hivi tafiti zinaonyesha hawa wasimamizi wana tamaa kiasi kwamba wanawapotosha hawa wachezaji kuna muda, kwa sababu kuna wachezaji wengine uelewa wako ni mkataba ni mdogo.